167 kati ya wanafunzi 1070 waliofanyiwa uchunguzi wa macho wamepatiwa miwani baada ya kubainika kuwa na matatizo mbalimbali yakiwemo uoni hafifu, hali inayopelekea usumbufu katika masomo yao. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi miwani kwa wanafunzi wa shule ya Mtule Uroa na, ha na Hasnu Makame, mkoa wa Kusini Unguja, mratibu wa huduma za macho Wizara ya Afya Zanzibar, Dr Fatma Juma Omar amesema katika uchunguzi waliofanyiwa wanafunzi hao mwezi wa Septemba mwaka huu na kuwabaini wanafunzi wapatao 167 kuwa na changamoto ya uoni na kufanikisha kuwapatia miwani na wengine kuwafuatilia zaidi kimatibabu ya watoto 1070 tumeweza kuwaona. Kati ya hao watoto 167 ndio walionekana na uhakiki mbaya wa mwanga machoni. Kwa hiyo tunashukuru wizara ya afya, wizara ya elimu kwa mashirikiano makubwa, na tunashukuru shirika hili la Charity Vision ambao wamekuwa wakituunga mkono katika jitihada za kuhakikisha kila mmoja anayo haki ya kuona kila mmoja nayo the right side. Kwa maana hiyo, wameona umuhimu wa kuiunga serikali mkono, ili wananchi wetu au wanafunzi, kwa sababu wanafunzi ni taifa la kesho na wanahitaji kuona kwa njia mbalimbali, ili wasaidie katika elimu, wasaidie katika shughuli zao za kila siku. Kwa maana hiyo e, leo kuwapatia miwani hii e, imekuwa ni faraja kubwa kwao hiyo tunaomba shirika hili na wadau wengine waendelee kusapoti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. nital kitiadahisi kama mheshimiwa rais anavyosema, tuwekeze katika uh, nyanja ya afya. Kwa hiyo nayo hii ni moja ya afya, macho ni moja katika afya, ni muhimu katika afya yetu. Kwa upande wa mkurugenzi wa taasisi ya Charity Vision Tanzania Mariam Bijima amesema katika kuimarisha afya ya macho kwa wanafunzi, wameona ipo haja kwa taasisi yao kwa kushirikiana na Wizara ya Afya kuwafanyia uchunguzi na kuwapatia miwani wanafunzi wa skuli tofauti, ili waweze kusoma kwa ufanisi. Tuna mpango wa kuendelea na shule nyingine, uh, tutapewa maelekezo na Wizara ya Afya Uh, ili kujua ni wapi hasa uh, wanafunzi wanahitaji eh, kufanyiwa hivyo vipimo. Watoto elfu moja na sabini, tumepata watoto mia sitini na saba ambao wanatakiwa wavae miwani. Kwa hiyo ina maana kwa Zanzibar, kuna tatizo kubwa sana la watoto ambalo wana shida ya kuona mbali, na ndio maana tumesema uh, kuanzia mwakani tutaweka mpango mzuri ili tuweze kuwafikia wengi zaidi. Naye mwalimu kutoka skuli ya Hasnu Makame Vuai Makame Kitwana amesifu jitihada za serikali kupitia wizara ya afya na wizara ya elimu, mafunzo ya amali kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo Charity Vision ya Tanzania kwa kuwapatia msaada huo wa kuwapima na kuwapatia miwani kwa wanafunzi ambao utasaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha afya zao na kusoma kwa ujumla. Wizara ya afya ikishirikiana na wizara yetu ya elimu na mafunzo ya amali Zanzibar kwa kutuwezesha kupata miwani kwa wanafunzi wetu. Bila shaka ilikuwa ni moja kati ya changamoto ambayo inawakwaza wanafunzi wetu katika kusoma, kupitia kuandika, lakini pia kuangalia, kwa sababu uoni wao, baadhi yao, imekuwa ni hafifu. Lakini kutokana na collaboration hii kubwa ya wizara hizi mbili hapa kwetu Zanzibar, leo tunaenda kuondosha kabisa tatizo hilo. Hii ni furaha sana kwa vijana wetu lakini pia ni furaha kwa management kwa ujumla hususan sisi walimu kwanza. Sasa hivi hakuna tatizo tena hilo la kuto kuona vizuri au kuto kuona mbali au kuona karibu. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia kuweza kupata fursa na nafasi hii ya kuweza kupata miwani kutoka kwa wenzetu CharityVision ambao ameamua kutusaidia, lakini pia napenda kushukuru wizara ya afya kuweza kushirikiana nao kuweza kutuletea hii miwani ambayo itaweza kutusaidia katika masomo yetu. Kwanza kabisa kabla ya kupata hii miwani, challenge ilikuwa ni kubwa katika kusoma, kufanya revision, kwa sababu uone ulikuwa ni mdogo, lakini toka tupate miwani sasa hivi tunashukuru, tunaona vizuri na tunaahidi kwa uwezo wa Allah, inshaallah.